ambao tunashiriki kutumikia dini ya Allah subhanahu wataala, waheshimiwa mama zetu ambao wamekubali kudiriki kumsalia Mtume Muhammad, waheshimiwa Waislamu, naona wazee wetu wote kwa jumla vijana wetu watoto wetu waliojihimiza kuhudhuria kikao cha leo cha kumsalia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli, ndugu Waislamu, tunatoa shukurani kwa niaba ya Entite Islamique ya Nord Kivu eh, ambayo hii entite imepatikana katika materitoire libere par la AFC M 23 kusema, tunajitahidi sana kutumika katika dini ya Allah subhanahu wa taala, ndani ya kheri, ndani ya matatizo, lakini bado tungali tunampogesha Allah subhanahu wataala, na tungali bado tunamtukuza, tunamtakia rehema na amani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na jitihada zetu zote kwa jumla, Waislamu tumekutana katika siku yetu hii ya leo, tunawafahamisha Waislamu ya kwamba kikao chetu cha leo ni kumtakia rehma Nabii Muhammad ambaye Mtume mwenye kumtakia mara moja, Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kumtakia mara moja Mungu atamtakia kum mara kumi, mwenye kumtakia mara kumi Mungu atamtakia mara mia hadi kuendelea, mwenye kumtakia mara mia Mwenyezi Mungu atamtakia mara alfu ni kwamba ikiwa sisi Waislamu tunajitahidi sana kwenda kwenye mpira, ikiwa sisi Waislamu tunajitahidi sana kwenye kwenda kwenye, kwenye sport yoyote hiyo, alafu tusijitahidi kuja kumtakia rahma na amani nabii Muhammad, itakuwa ni jambo la huzuni sana kwetu sisi Waislamu, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfanya sayidi mursalini bwana wa mitume imamu mursalini kiongozi wa mitume. Mungu pekee yake kwanza kamsifu, alafu sisi tushindwe kumsifu Nabii Muhammad? Kisema ndugu wa Islamu, tujitahidi sana sana hivi vikao visiweze kupungua, bali vizidishwe, na walioviandaa au walioviandaa wote kwa jumla na waliochangia fikra, Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kheri, na wamama zetu, haswa wenye kujipatia muda wa kuja kunyenyekea mpaka wamfate Mtume. Kwa kweli, Allah awalipeni kila la kheri Kwa kuona leo ni kutaka kumtakia mtume amani, na huku naona hisabu za wavijana na wazee, na huku naona hisabu za wamama. Narudilia kwenye wamama ni kwamba wamama zetu, mna majukumu makubwa sana, majukumu makubwa sana ya kuhimiza watoto wenu au sisi watoto wenu wa ume zenu kuja kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia amani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika waislamu yoyote yule atakuja kuwadanganyeni kwamba haibidi kumtakia mtume amani, ikiwa wanakwambia mtume haibidi umtakie amani, wewe mama wa Kiislamu, wewe baba wa Kiislamu. Sasa kila mtu ajiulize, inabidi sasa tumtakie nani amani katika mitume Katika mitume ni kwamba upende usipende hakuna mtume ambaye amejitahidi mpaka tuvae makofia mejitahidi kama zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atayekwambia usimfate huzuni kwake sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, thalathati ayati nuzilat maqurunati bithalatha, aya tatu ndani ya Qurani zimeteremka. Kila aya ina mambo mawili mawili yenye kuambatana, in tuta alula wa lam tuta alukhra, lam tuqbal mink. Ukitii moja ukaacha nyingine, lam tuqbal mink basi ujue kama Mungu hatokukubalia. Katika zile aya tatu kuna moja inasema atiu Allaha wa atiu rasulu, kumtii Mungu na kumtii Mtume. Ukimtii Mungu ukaacha Mtume, lamtukbalu neu, Mungu hatokukubalia. Na ukimtii Mtume ukasema namfuata sana Mtume, namwacha Mungu lam tukbal min, Mungu hatukukubalia. Ndugu Waislamu, tujitahidi sana kumtakia amani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengi Kordoa ameyazungumza, nafikiri Waislamu kitu najua, katika hii diskuru ya Kordoa ACADI Sheikh Sabiti Jaafar Alkatanti, naamini kama hakuimaliza, hakuimaliza ni kwa sababu ya huzuni, lakini mi nitaikonkluri. Mi nataka kuikonkluri kidogo na ikonkluri kwa hii aya, aya ya mwenyezi Mungu inasema, ba'da audhu billahi min alshaitani rajim bismillahi arahmani rrahim walan tarda

Kordo wamefika katika vita mbalimbali za dini ya Kiislamu katika wenye wanatizama sana tv France 24 wanafata sana hii vita ya Gaza ambayo mko mnasikiliza, Waislamu juu ya kumpenda Mtume au juu ya kutukuza jina la Allah subhanahu wa ta'ala, mnaielewa kinyume. Kila mwenye ana tv ajaribu kwenda kuona TV vita ya Gaza, uone namna gani wasiokuwa Waislamu wanawaua Waislamu. Pindi aya ilipoteremka ya kumwambia Mtume, alyauma akmaltu lakum dinakum, ewe Mtume Muhammad leo nini Mungu malaika Jibril anateremka anamwambia mtume alyauma akmaltu lakum dinakum, ewe Muhammad, leo dini ya Kiislam nimeikamilisha, dini ya Uislamu nimeikamilisha kupitia Qur'ani. wa atmamtu alaykum ni'amati, neema nyingi sana sana, neema nyingi sana, atmamtu alaykum ni'amati nimewapatia neema nyingi sana Waislamu, waislamu wataokufata wewe Muhammad, nimewapatia neema nyingi warabitu lakum lislama dina, na ninakuribieni dini ya Kiislamu ndiyo iwe dini yenu nyinyi Waislamu, ndiyo dini ya kweli, ndiyo dini ya haki, haina mpinzani. Hata waipige namna gani, wazungu wamejitahidi, lakini mpaka sasa Qur'ani iko juu haijawahi teremka chini, lakini kwa kuipiga sasa. Tizama vita ya Gaza, wameua Waislamu, watoto mayatima, wa mama na wengineo. Ukiona namna wanavyokufa utahuzunika sana, Waislamu. Ukiona namna watoto namna mifupa inavyotoka utalia, ni vita kubwa hii. Ni neema Mungu katupa, na msiipoteze, Waislamu. Tusipoteze Waislamu, tufe wa wa na tuko waislamu wa haki, na ndio kwa maana Mungu anasema hatoturidhieni, awatoturidhieni hawa jamaa anka lyahudu wala nasara hata tatabia millatuhum, mpaka watuone makanisani kwenye misalaba, mpaka watuone tumefata yale yote. Kwa hiyo, Waislamu, tusiwe warefu zaidi. Tumtakie sana mtume amani, na wenye walikuja kumtakia amani mtume waitie ndani, ndani ya nyoyo zao bidhati, ndani ya roho. Penda Uislamu wako jije roho yako, usifate Uislamu juu ya mtu yoyote. Hapana, jije roho yako kwa kupenda Uislamu. Uislamu una matatizo mengi na ina madefi nyingi sana, zenye inabidi tusaidie Uislamu wetu. Uislamu unanyanyasika katika angle zote, na inabidi tuinusuru dini yetu. Kuna wazuri, kuna wabaya, lakini anayewajua ni Allah peke yake. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.